Watu wengi wanachoamini kwamba bwana, ukiwa uh, maskini ndio unakuwa hauna pesa na unakuwa eh, hauna kitu, unakuwa fukara, unakuwa namna gani, ni mtu ambaye pia unakuwa hauna kitu chochote ambacho kinaweza kikakuingizia pesa ama kipato chochote katika maisha yako. Lakini pia eh, kwa msanii Rihanna na yeye mwenyewe imeweza kumdondokea kwa mwaka huu kuweza kupungua katika range yake ya utajiri ambao alikuwa anaumiliki. Unaweza kujifananisha naye, lakini kuna baadhi ya watu pia huwezi kujifananisha naye. Ingalia kwake yeye utajiri nayeuke pungua lakini haujapungua kwa kiasi ambacho pia kitaweza kumpa shida kwa e, upande wake sasa. E, utajiri wa Rihana pia umeweza kupungua kidogo ukilinganisha na kile e, ambacho e, kilikuwa amba mara ya kwanza before kabla ya kuweza kuporomoka kidogo kwa kiasi kidogo cha pesa, ambapo kwa sasa utajiri wake unakadiriwa kuwa ni dola bilioni moja point nne chini e, kutoka kile cha takriban dola bilioni moja na point sabini na saba back in the days hapo nyuma kidogo, lakini kwa sasa hivi kimepungua mpaka kufika dola bilioni moja point nne hapo awali. Na hata hivyo pia bado anabaki eh, kuwa mmoja ya wanawake matajiri zaidi duniani na miongoni mwa mabilionea wachache weusi. Tunajua kabisa ni mmoja kati ya wasanii ambao pia eh, ni weusi na wanaendelea kupresent eh, bendera ya tunaweza kusema Afrika kwa sababu wao chipoko lao lote zima limetokea huku, huku Afrika. Sasa kupungua huku eh, kwa thamani ya mali zake kunaweza kuhusishwa na mabadiliko ya soko au thamani au tathmini tofauti tofauti mpya za biashara zake licha hilo pia biashara zake kuu e bado zinaendelea kufanya vizuri. Sasa ni biashara gani hizo ambazo zinamhusisha Rihanna na ambazo wanakuwa anazifanya. Ambayo ni ya kwanza ni Fenty Beauty eh, kampuni ya vipodozi ambayo pia anashirikiana na LVMH ambayo pia inaleta mapato ya zaidi ya dola bilioni moja eh, kwa kila mwaka, lakini pia kampuni nyingine ya Savage X Fenty, kampuni ya nguo za ndani yenye thamani ya dola bilioni tatu ambapo Rihanna pia anamiliki hisa ya asilimia tatu kutokea katika kampuni hiyo. Sasa ingawa to, eh, Taylor Swift, ame, amempita Rihanna na kuwa mwanamke E, mwanamuziki wa kike tajiri zaidi duniani kwa sasa, Rihanna bado anashikilia nafasi ya juu kutokana na mafanikio yake katika sekta ya urembo e, na mitindo. Utamzidi kwenye pesa za usanii na kitu kingine chote, lakini kwenye swala zima la pesa la miradi au makampuni tofauti tofauti e, bana Rihanna hashikiki, kutokea huko nchini Marekani. Sasa kwa ujumla, ingalia kuwa kwamba kuna upungufu tofauti tofauti ambao kidogo e, katika utajiri wake wa Rihanna, pia bado ni mjasiriamali mwenye mafanikio makubwa na anaendelea kuwa na ushawishi mkubwa zaidi hasa katika tasnia ya burudani pamoja na biashara, and of course, kuna mwingine unaweza ukawa labda ni tajiri kwenye eneo moja, kwamba ni eneo ya usanii tu ila Rihanna yeye ni tajiri kupitia engo zote engo za uh, utajiri wa pesa kwa, uh, kwa swala zima la kisanii lakini pia kwenye swala zima la makampuni kama hivyo ya urembo. Ana, ana, ana, ana, ana biashara ambayo pia anafanya ambayo inahusisha na masuala mangu ya nguo za ndani tu lakini pia masuala mazima la ya vipodozi na vitu vingine kibao, anaingiza pesa nyingi. Ingalia kwa, kwa sasa hivi ni dola bilioni 1.4, eh, bwana, kwa mtu mwingine hii ni pesa kubwa sana hata Drop comment yako hapo kuhusiana na hiki e, bwana, ni kiasi gani wewe kwa mwaka unaingiza? Ukiandika e, hapo utakametisha e, kinomano na Rihana, anakuwa anatisha e, kama hivyo. Endelea kusubscribe channel yetu wa kwanza kupata updates, lakini pia information tofauti tofauti katika mitandao yetu ya kijamii e, kama Facebook, Instagram pamoja na X zilidali kabisa. das my name ciao.